I repent on behalf of our church. Ninatubu kwa niaba ya kanisa la Uingereza kwa makosa tuliyofanyia. And I ask your forgiveness to begin. Na ninaomba msamaha kwa kuanzia. And your blessings in our future to do better. Na ninamwomba Mungu kwa siku zijazo, kanisa la Uingereza tufanye vizuri zaidi. Bariki Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Leo tumeshuhudia makosa, wamekiri makosa lakini vile vile wameomba msamaha. Kwa hivyo tuchukue fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza kwa jambo hili. Tumwombe Mwenyezi Mungu awasamehe, na sisi yaliyotukuta haya tuwe tayari kusamehe. Kama kuna mahali pasipopaswa kuchezewa ni mahali hapa, kwa sababu ya upekee wa mahali hapa na ile tarehe sita Juni. Tunaleta ombi kwa kanisa na serikali, tarehe ju sita Juni ndio siku ambayo mkataba kukomesha biashara ya kuuzwa watu wetu ulitiwa saini hapa Zanzibar. Nionavyo mimi hii ndio siku ya uhuru wa Afrika. Nionavyo mimi hii ndiyo, hii ndio siku tukufu kabisa kuenziwa. Mheshimiwa Rais, nikuombe sana ukiona vema siku hii peo heshima ya kufanya makongamano ya kitaifa kuhusu ubaya wa biashara hii na kukemea machipuko mengine ya biashara za, za binadamu ambazo nayo yameanza kuchipuka leo hii kuhusu swala la kuifanya tarehe sita Juni kwamba iwe ni siku tunayoiadhimisha kama siku maalum, kwa sababu ndio siku iliyotiwa saini kuondolewa biashara ya utumwa, nataka nikubaliane naye kwamba jambo hilo, jambo hilo ni kubwa na hatu, hatupaswi kutoliadhimisha kwa sababu ni, ni jambo ambalo limefanya dunia nzima tuishi kwa amani zaidi, tuondoe madhila. Kwa hivyo ni lazima tuliadhimishe. Kuhusu suala la kodi ambayo inatakiwa ilipwe na taasisi hii kupitia ile tozo inayotolewa kwa watu wanaokuja watalii wale, kwanza niseme kwamba tumewasamehe kwa kile ambacho hakijalipwa.